Nena, na shule kila siku shule wewe ah? Watu wengi wamesoma kama baba yangu kasoma kaishia kuasiso pale, mama angu amesoma kaishia kuuza hoteli. Wewe unang'ang'ania shule, shule ni faida gani wewe? labda mm wazazi wako walikuwa hawajishule -hmm. Kila siku oteli wakakaa hapo ndio kufanya kazi hizo. Mimi mwenzako nataka nisome nifanikiwe japo kidogo, niwe na maisha yangu. Wewe unang'ania kusoma akati au makaja nyenyewe kufanya mtihano wa taifa, umepata yani wastani C mwishoni mwishoni. Nitarudia na D afadhali mimi, ndo jipeleza mpaka nyumbani. Afadhali hata mimi nimepata wastani C wa mwishoni, wewe wewe uko kwa mtu wa mwisho kabisa, afadhali mimi. Haya, wewe endelea kusoma, mimi nianza kucheza leo, tamna nyingine. Haya, nenda mdogo oh. wasopenda shule kacheze lede <coughs>